Kile cha kwanza ulipokuwa umekuja mwandishi, mm. kwa kweli hali ilikuwa ni mbaya, haikuwa nzuri kiasi ambacho kwa kweli tulikuwa tunajipa tu uvumilivu mm. kwamba kwa sababu Mungu amesema mm. tutafanya nini? Lakini toka ulivyokuja siku zile, nashukuru sana kwa sababu watu wengi waliweza kujitolea mm. wakafanya kwa sehemu jengo likafikia sehemu ambayo ilikuwa bado kuzungusha renda na nyumba ya mchungaji kaa imeanzwa kujenga ikafikia nayo sehemu tu, lakini nashukuru sana kwa sababu yani ile kuanza tu mm, tayari nishafurahi, nikaona Mungu yupo. Amina <laughs> yuko pamoja na sisi mm. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kweli, yani sina la kusema kwa wale waliojitolea kufanya kazi ya Mungu ile kutusaidia sisi mm. ili kusudi na sisi tufanye kazi vizuri kama ulivyoona, mm. ndugu mtangazaji mm. Nyumba ya mchungaji nzuri kabisa yenye mm. hadhi, yaani katika kitongoji hiki watu wakipita wanasema, jamani <laughs> ingekuwa afadhali zingepatikana hata kama nyumba kumi hivi kama hizi bora, <laughs> kwa kweli hata umeme ungekuja Amina. Kwa hiyo walifurahi sana watu, mara kwanza walikuwa natutukana, asema wanamungu Mungu gani wanabudia kwenye mti mm. sijui nini yaani mm. tukawa tunatukanwa no, ila sahizi utukufu umeanza kurudi kwa Mungu mwenyewe Amina. Kwa hiyo kama unavyoona nyumba nzuri mm. kwa kweli nikuwa nalala nimesimama, mvua zikinyesha Pole. nasimama mlangoni mpaka kunapokucha pole sana. alafu vitu vimeharibika, vitabu alivyokuwa nasomea mchungaji mimi mwenyewe, nguo nini zinakuwa zinaharibika, unaanika tena ndo hivyo na matandiko. Lakini namshukuru Mungu sana ae, kwa ajili ya watu wa Mungu Ameen. Wenye moyo wa kuona, wenye moyo wa kujitolea, wanapoona kitu kweli kabisa. Mungu awabariki wa meona jengo la kanisa <laughs> jengo la kanisa kwa kweli, katika kitongoji chetu hakuna jengo kama hilo kabisa. Amina. Yani ni jengo kabisa mm, jengo zuri ambalo kweli kabisa nilishasema, nikasema, Mungu naomba jengo zuri ambalo likijengwa, najua mle kondoo ataingia lazima wajae <laughs> mle <laughs> kwa hiyo nashukuru Mungu, tumepata mali pa kuombea. Amina, maana tulikuwa tunaomba kwa hofu, mtu taomba vitu vya siri nje haiwezekani mm. Naamka tu siku sanani mm. mm. sana. Mungu pamoja na watumishi wa Mungu waliojitolea kufanya kazi ile, nasema hivi mm. Mungu awabariki sana Amina. Kwanza wa habari, Mungu awabariki Amina. Alafu pili, wale walioona wakajitolea Amina. Nasema Mungu awabariki Amina. Tena sana kabisa. Yani ni maombi yangu kwamba Mungu awaongezee siku za kuishi Amina. Kwa sababu ni watumishi wazuri Amina. Alafu pili Mungu awasaidie wa wakaingia katika ufalme wa Mungu, asiwaache Amina. Yani ni hayo tu, kwa kweli nashukuru sana sana sana, yaani sijui nisemeje Amina. Mimi <laughs> hata hapa nilipo naona nachelewa kwenda kuingia mle ndani he, naomba <laughs> Amia okay. Okay. Sasa <laughs> uh, mama, jengo kama jinsi ambavyo linaonekana, wewe mm. uh, we, kama mama mchungaji, ni uh, vitu gani ambavyo bado mnavihitaji ili kusudi jengo likae katika hali inayotakiwa? Yaani pale madirisha mm. alafu pia na yenyewe nyumba yenyewe jengo lile lipigwe lipu mm. alafu pia na viti mm. Hamna hata madhabahu tu hamna. okay. <laughs> Kwa hiyo vitu kama hivi naona bado, bado. Mm. Lakini mm. nafurahi sana, najua kwamba hii ni hatua kabisa, yaani tumepata mahali pa kujificha. mm. Yaani namshukuru sana Mungu. Mungu awabariki sana mama. Shikamoo yaani. mm. Marahaba. habari za hapa? Salama kabisa. Hongera, naona wewe ni msusi wa mikeka sana, nashukuru Mungu alionipa kibali cha kujua kusuka mkeka. Sasa huku naiuzia wapi? Napelekaga Mfiome siku za minada. Ah. Yeah. Wewe ni mshirika wa kanisa la Mgega? Mimi ni mzee wa kanisa wa kanisa la Mgega. Ah, okay. Mbarikiwe sana. Asante. Hebu tuambie, mliokuwa mkiapitia kabla ya ujenzi wa hili kanisa jipya? Kwa kweli kabisa namshukuru Mungu, tulianza na nyumba za miti, tumeendelea tumeendelea mpaka sasa tulipo tunamshukuru Mungu. Mungu awabariki wanaoendelea kutuchangia. Zaidi ya hapo tunaomba tu waendelee kutuchangia kwa sababu bado nyumba za kuwafundishia watoto wadogo kama wao wageni na choo. Tunashukuru hapa hata tulipofikia. Mungu awabariki kabisa, na Mungu awaongezee mlipopunguza. mm. Hey, eh, tunashukuru kabisa. Naendelea tuna kuzungumza na washirika wa kanisa hili la Mgega, na mbele yangu ninaye mzee wa kanisa. Nina imani kabisa atakuwa na mengi e ya kuzungumza, yeye akiwa anawakilisha wazee wengine ambao wako pamoja na mchungaji. Basi tusikie anazungumzia nini hiki ambacho kimefanyika katika hili kanisa. Asifiwe. Ah, tunamshukuru Mungu za habari ya uzima. Ndio, tufahamu majina yako. Mimi kwa majina naitwa Matayo Ngerera Kifokonya, ni mzee wa kanisa la kijiji hiki cha Mgega. Kwa hiyo mimi nina machache ya kuzungumza kuhusu ujio huu wa mwandishi wa habari. Hii ni mara ya tatu niseme tu kwamba Mungu awabariki wote ambao wamehusika na Mungu ambariki nayo pia kwa ajili ya kazi hii ambayo wanaendelea kufanya kazi ya Mungu. Niseme tu kwamba kwa kweli ujio huu ambaye chaneli zinarushwa kwa kweli zimefanya kazi, zimembariki Mungu, mebariki hata watu wa maeneo wa haya, kwa sababu tunaona kwamba majengo yamesimama, ambaye ni majengo ambayo kwa kweli kwa hali ya huku kijijini yameonyesha picha nzuri, hata kwenye kazi ya Mungu injili inaendelea kusonga mbele. Kwa hiyo kwa hayo tu niseme kwamba kwa wote waliohusika kwa ajili ya michango yao, kwa kweli Mungu abariki kazi, hela yao haijapotea. Kwa hiyo, kwa tuseme tu kwamba kwa, kwa kweli kwa haya mambo ambayo yanaonekana, Mungu abariki sana ambaye wameweka mkono hapa, Mungu awakumbuke wa na wajue kwamba wanafanya kazi ya Mungu. Ah, kanisa lilikofikia ni kwamba tayari naona kwamba mepiga tayari mabati, lakini naona kuna baadhi ya maeneo hayajakamilika. Pengine unaweza kutaja maeneo ambayo baada ya kamilika na kiasi pengine cha cha pesa pesa, kama unaweza kujua ni kiasi gani pengine cha pesa kinahitajika ili kuweza kukamilisha jengo zima la hili kanisa. Kwa kweli jengo lilipofika hapa, tuanze tu kusema kwamba ambavyo vitu ambavyo vya msingi ambaye bado bado madirisha, halafu pia na chini kule kwa ajili ya sakafu, sababu hapa kuna mchwa nyingi. Yani bila kupiga sakafu hapa kuna mchwa mwingi sana, manaake lipu kwa ajili ya ukuta ili kwa ajili ya kuimarisha, maana hapa kuna mchwa mwingi. Ndo sehemu ambayo bado za muhimu sana, ambaye pesa ambaye bado inahitajika, lakini la muhimu tu kwamba siwezi kukadiria sana kwa sababu ni makazi ya mafundi kwa hiyo kwa gharama siwezi mimi kutoa sana tathmini ya gharama. Hey. Mungu akubariki sana. Amina. Nimepata neema ya kukutana na mwangalizi wa section hii ya Kiwele tuzungumze naye tusikie anayapi ya kuzungumza. Bwana asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina, shikamoo. Marhaba, habari za kazi? Nzuri, habari za huko? Njema kabisa. Huko mnahusika na nini kwenye kilimo? Ah, kilimo kikubwa huku ni mahindi, hmm. Ah, na mambo ya alizeti na pengine labda mazao mengine ni kama ufuta na kadhalika. Alizeti naona kama vile inastawi sana huku ndiyo. Ah, yanastawi yanis, vizuri sana. Okay. Eh. Tukutambue kwa nafasi yako, wewe ni nani na unasimamia section ipi? Mimi kwa majina ninaitwa Victor Rashidi Sanga ninasimamia section hii ya Kiwere, hmm, kuanzia eneo la Mkombilenga mpaka eneo la Kiwele kwa maana kwamba pawaga mpaka maeneo ya Kiwele. Kwa maana hiyo basi tunayo makanisa kumi na moja, makanisa ambayo yana wachungaji na wachungaji wasimikwa ni wachungaji kumi. Aa, ni wachungaji, wachungaji wasimikwa ni wachungaji sita, lakini wengine hawa bado ni watendakazi hawajasimikwa, tayari mm. ya alafu pia vilevile makanisa ambayo ni machanga, kwa maana kwamba ni kama matawi yako kama mane matano hivi. Sasa katika hayo bado watumishi wa Mungu tulionao bado ni watendakazi tu mm. hawajafikia kwenye kiwango cha kuwa tayari ni wa, wa, wa, watambuliwa kamili, na kwenye maeneo ambayo tunayo ukiangalia kwa mfano maeneo ya Pawa, ya, ya, ya, ya Kiwele mm. uh, tunayo makanisa kama sita, alafu maeneo ya Pawaga tunayo makanisa matano. Tunapofikia kwenye maeneo hayo bado tunakuta kwamba wachungaji tulio nao ni wachungaji kumi na moja mm. ambao ni wachungaji watambuliwa na kanisa hili la Mgega. Hili kanisa la Mgega kwa ujumla wake ina historia ndefu E, ni kanisa kongwe mm. Na kanisa hili mwanzilishi alikuwa ni mchungaji Mtanga ambaye anatoka pale Mfyome, na baada ya kuanzisha lile kanisa ya kuanzisha hili kufungua hili tawi, ilikuwa ni tawi kongwe, kwa maana kwamba katika makanisa yote maeneo ya, ya, ya Bonde la Ufa hili kanisa ni kongwe mm. Ehe. Na ilipofikia kwenye maeneo baada ya mimi kuingia, maana mimi nilifika mwaka elfu mbili kamili, nikaja kupokea kanisa hili mwaka elfu mbili na, na, na, na, na, na moja. Kanisa hili nilipokea kama tawi, nikasimamia matawi kama manne. Kwa maana hiyo kulikuwa kuna kanisa la Mafuruto, kanisa la, la Mgega, kanisa la Luganga na kanisa la, la la Magozi. Sasa kanisa hili la Magozi lilikuwa ni kama kanisa la, la, la, la Ilolo mpya. Sasa kwa sababu hiyo, basi hayo matao yote manne tukaona kwamba ni bora, kwamba section iliona ni bora kanisa la Luganga liwe ndio kanisa mama. Pale ndipo ambapo nilianza kufungua kanisa pale, nikaendelea na hilo na nikasimamia makanisa yote haya mane na mpaka ilipofikia wakati kwamba sasa section imeshaanza kuzaa wachungaji wachungaji, na jimbo likaona kwamba sasa ni bora kwamba wachungaji waanze kupokea ile matawi. Hivyo ndivyo ambavyo tukaona kwamba tawi hili nilikabidhi Luganga, maana pale Luganga tayari kulikuwa kuna mchungaji ambaye alikuja alikuwa amekuja kusimamia badala yangu, kasimama kachukua nafasi ile, na mimi nikaenda kwenye tawi ambalo sasa hivi linaitwa kanisa la ilo, Mgega. He, uh, kanisa la, la, la, la, la Magozi ambako ndiko niliko mimi. Okay. Yeah. Sasa hili kanisa la, la, la hapa Mgega ni kongwe kwa maana kwamba limekuwa lina washirika wengi, lakini baada ya hapo inaonekana kwamba washirika wenyewe wana ni kama wahamajihamaji wa, wa mm, ni wale ambao wana, wanakuja na kutoka mm na baada ya kufikia kwenye eneo kwamba sasa, mchungaji ambaye tunaye sasa, huyu ni mchungaji ambaye tumempata na tukamsimamisha katika sehemu hii hapa, ikaonekana kwamba sasa hatua ambayo ameanza nayo kwa kweli ilikuwa ni hatua duni kabisa. Tunamshukuru Mungu sana sana kwa wote ambao walikuwa me, wametia mkono kwa ajili ya kanisa hili la mahali hapa. Kweli ilikuwa ni kanisa duni kabisa, yani kwamba kwa sababu unakuta kwamba eneo ambalo lipo kwa sasa lilibomolewa, mm. kijengo kilikuwa kidogo hapo, ndicho ambacho tulikijenga, inaonekana mm. kwamba hiki sasa baadaye Mungu akawa amejitwalia wahisani. Kwa kweli nasema kwamba Mungu wa mbinguni awabariki sana na awazidishia wale ambao wametia mkono hapa, na mpaka kufika hapa ilipofika leo, tunajisikia vizuri kwa kweli. Mungu wabariki, wa mbinguni awabariki wahusika wote. Lakini pamoja na yote bado tunamshukuru Mungu kwa ajili ya, ya ndugu yetu mchungaji ambaye amekuja, ana moyo mzuri, ana mzigo sana na kazi ya Mungu mm. na maeneo makubwa ameendelea kujitoa kabisa ili kwamba aweze kukamilisha haya ambayo yapo mpaka sasa mm. tunamshukuru Mungu kwa hilo, ana mzigo mm. kama isingelikuwa hivyo, kwa sababu kulikuwepo na mchungaji aliyekuwepo mara ya kwanza, mm. ya kwanza mambo yalimshinda na aliweza kuondoka mm. akaenda anakoenda lakini baada ya hapo huyu ndugu yetu alivyofika hapa basi akajisikia vizuri mm. na kazi ambayo anaendelea kufanya pamoja na ukame uliokuwepo mm. bado mambo yamekuwa yakienda vizuri kabisa, na tunamshukuru Mungu Mungu kwa kwa ajili ya ya kutupa mzee kama huyu kwa ajili ya huduma. Mungu wa mbinguni ambariki mm. na shukuru kwa sababu paka hapa tulipofika tunajisikia vizuri, mimi kama mwangalizi mm. ninashukuru sana kuwa na mchungaji kama huyu ambaye anasimamia majukumu yake vizuri, wanaendana pia na mke wake, wanasimamia mambo vizuri, mambo yanaenda, tunajivunia katika hili mm. Kweli tunapita katika hali za aina mbalimbali, na unakuta kwamba eneo kubwa ni pori, lakini bado unakuta kwamba eneo kama hili lina wakaaji sio wengi sana, lakini pia lina wakaaji ambao wanakuja wakati mwingine na kuondoka sasa tunapokuwa tunakuja kuwatembelea, tunakutana na changamoto ambazo huenda pengine labda zinamgusa ndugu yetu, na bado pia tunakuta kwamba yale ambayo anakutana nayo mm. ni yale ambayo tuna, tuna, tuna tunabadilishana mawazo, natiana moyo kwa namna moja au nyingine, katika changamoto anazo kutana nazo mm. na ukweli ni kwamba sio legelege kwenye kufuatilia, ndugu yetu anafuatilia mm anakutana nao maeneo mbalimbali na kwenye maeneo ambayo yapo mm. hasa hasa unakuta kwamba wengi wanajishughulisha huko polini polini kutafuta, tafuta riziki na nini, na huyu ndugu yetu ni kama yupo hapo pamoja nao inakuwa, mm. hey, ni jambo <coughs> jema ambalo linatia moyo kwa ujumla wake. Tunawafikia watu kwa mtindo huo. Umesema kwamba hili kanisa ni kongwe, ni la muda mrefu yeah. Aa, kama mchungaji au kama mwangalizi wa Uh, eneo hili. Pengine umejifunza nini kupitia Mungu kwa ile ambayo limefanyika katika kijiji hiki cha Mgega? Uh, kwa kweli, ndugu mtangazaji, kitu ambacho najifunza mm. kwenye eneo hili ni kwamba wakaaji wa mahali hapa mm. ukweli niseme tu kwamba kila mtu Mungu amempangia mahali pa kuishi, hata kama pangekuwa pagumu kiasi gani mm. lakini unaweza ukakuta kwamba kwa pana watu wapo hususani kwamba unaweza kuona kwamba maeneo mengine mtu akija kuangalia eneo kama hili anasema, pale mahala mimi siwezi nikaishi mm. kulingana na vile nini anavyoona pana ukame, lakini kwa ukweli tu kwamba tunachojifunza mahali hapa najifunza kwamba tuna Mungu ana makusudi mm. Makusudi ya kuwaweka watu mahali hapa ni, ni kitu cha msingi, ni kwamba kwanza waridhike mm. E, kuridhika kwa mtu mahali hata kama pamekuwa pakame kiasi gani mm. Kuridhika kukikaa kukikaa kwenye moyo mm. Hali inakuwa iko vizuri mm. Na anajisikia vizuri kwa sababu yeye yupo na hii. Hii ni kitu ambacho tunachotakiwa tujifunze hapo ni uvumilivu mm. Uvumilivu katika changamoto mbalimbali mbali, eh. Na tunapokuwa tunavumilia katika maeneo hayo mm. tunakutana na mambo mengi mm. Lakini bado pia uh, Mungu ameweka kitu kuridhika kwenye mioyo ya, wa, ya watu mm. E, eh, hicho ndicho ambacho tunajifunza. Nipate neno moja kama mwangalizi, kuhusiana na huyu mchungaji ambaye amekuwepo mahali hapa, kitu gani ambacho pengine unaweza ukasema kwamba kitu kimoja tu ambacho umekiona ndani ya huyu mchungaji kwamba nimeona kitu cha tofauti, ukizingatia wengine wanaenda kwenye kazi, wanashindwa wanaondoka. Kitu ambacho umekiona ndani ya huyu mchungaji, kitu kimoja ni kipi? A, kitu cha msingi ambacho nimekiona huyu mchungaji ana wito. Hicho ndicho kitu nilichokiona mm. Kabisa, ana wito na ninajisikia hivyo kwamba ana wito kwa sababu hapa mahala ni pakame na tuli. Mimi nina muda mrefu zaidi ya miaka kumi na kitu mm-hmm. Kwenye maeneo haya sijaona huyu jamaa kwamba anaweza akashindwa. Maana huko nyuma kuna ndugu ambao wameweza kushindwa wamekuwepo, lakini wanashindwa. Sasa kitu ambacho kinamfanya mtu ashindwe ni kwa sababu inawezekana wito haujakaa vizuri mm-hmm. Sasa kwenye kazi ya Mungu mzigo mkubwa wa ndani ni wito. Wito unaweza kumpeleka mtu akakaa mahala popote, mm. Hata kama hapana chakula, kama wito upo, maana Mungu ana, amegusa kwenye moyo wake kwamba aendelee kubaki kwenye eneo la wito wake na anabaki kuwa na roho ya uvumilivu, mm. Kwa sababu wito ndio ambao unamjengea ule msingi wa kuwa tayari kwa lolote. Amen, wako wanaotutazama kupitia chaneli yetu ya NYTV, wako watumishi wengine ambao pengine wanapitia changamoto kama hizi, kama mwangalizi unawaambia nini Aa, mimi nawaambia tu kwamba ukweli ni vizuri watumishi wa Mungu tuvumilie. Kazi ya Mungu sio rahisi, kazi ya Mungu si kama vile tunavyofikiria mambo mengine ya kawaida, lakini kazi ya Mungu ni popote pale mtu unapokuwa upo, hata kama kuna shida, kuna changamoto za aina ya namna gani, lazima watumishi wa Mungu tuone wazi kwamba popote pale unapokuwa una mzigo na utumishi, hatuhitaji kuchagua Unalala na njaa mm. Mungu yupo mm. Unakula mm. Mungu yupo mm. Kwa hiyo unavumilia kwa hali yoyote ile, hali na mali, na kupelekea kwamba ifike mahala kwamba mtu uku, ujikute kwamba ndani ya moyo Mungu ndiye anayetenda kazi pamoja na wewe, wala siyo wewe binafsi mm. anayefanya kazi ni Mungu. Kwa hiyo sisi ni vyombo tu, kikubwa ni kukubali kwamba niko tayari, maana Mungu ndiye mm. aliyeniita na kama we ni mtumishi wa Mungu natakiwa ufike mahali utambue kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Chochote kile kinachoweza kutokea hapa, Mungu ana, ana, ana uwezo wa kuweza kunisaidia amen. Nikushukuru sana mwangalizi Sae, baba. Amen. Barikiwe pia asante.